Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohani. Yohani sura ya kumi, aya ya thelathini na moja, hadi ya arobaini na mbili. Wayahudi waliokota mawe ili wampige. Yesu akawajibu, Kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo nanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Umungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema Ndinyi miungu. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia, unakufuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao Akaenda zake tena ng'ambo ya Yordani mpaka mahali pale alipokuwako Yohane akibatiza hapo kwanza, akakaa huko. Na watu wengi wakamwendea, wakasema, Yohane kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyoyasema Yohane katika habari zake huyu yalikuwa kweli. Nao wengi wakamwamini huko neno la bwana nao wengi wakamwamini huko kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu wapendwa wana mungu katika injili ya leo wazo kuu linaloongoza katika tafakari yetu katika kipindi hiki cha Kwaresima majaribu katika imani katika injili ya leo Wayahudi tumesikia wanataka kumpiga Yesu mawe. Si kwa sababu amefanya kosa lolote bali Wayahudi bado hawamwelewi Kristo. Katika maisha yetu ya kila siku, sisi wanadamu, unapong'aa, unapofanikiwa, daima si kana kwamba utapata marafiki tu, daima pia utapata maadui. Kristo ni jua la haki. Kristo anang'aa. Licha ya mafundisho yake na kuponya wengi, hapati marafiki tu na wafuasi ambao ni waaminifu kwake, anapata pia maadui ambao ni Wayahudi wanaotaka kumpiga kwa mawe. Hiyo ndiyo ilivyo. Imani yetu ni sawa na mtoto mdogo anayekata kataa kula chakula kwa sababu ya jinsi kilivyoandaliwa, anasahau virutubisho vilivyowekwa katika kile chakula hivyo ndivyo nilivyo mimi na wewe, Mkristo mwenzangu. Katika nyakati fulani tunaukosa upendo wa Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tunatarajia Mwenyezi Mungu atende kwa njia tunayotaka sisi. Wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresima tunapaswa kusimama imara katika mateso tunayopitia, ambayo yanawezekana kabisa, kwa namna moja au nyingine, yamesababishwa na wale ambao walikuwa karibu na sisi na wale ambao tumewasaidia sana katika maisha yetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Tujifunze kwa Yesu. Anatualika daima kutazama kazi zake za upendo wake, rehema yake, na njia nyingi ambazo anatuandalia kila siku, tukifungua mioyo yetu, tukaona mkono wake maishani mwetu, katika hali yoyote iliyo ngumu daima yeye ni mwaminifu, hadanganyi wala danganyiki. Atakuja kutuokoa na kusaidia katika maisha ya imani, maisha ya ufuasi, ambapo tukiwa hapa duniani tunafanya safari ya kutafuta utakatifu. Wapenda wana wa Mungu, tunapojiandaa kwa wiki takatifu, tunaalikwa katika injili ya leo tuamini uwepo wa Mungu na kuamini katika kazi zake hata wakati ambapo hatuelewi njia zake kikamilifu. Kinachohitajika ni imani tu, imani inatosha, imani inaweza kutuokoa katika yote. Imani inaleta matumaini, imani inaleta upendo, imani inaleta furaha. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atusaidie tunapokuwa katika majaribu ya imani, atuimalishe tuweze kuyashinda majaribu hayo, kama Kristo mwenyewe anavyoyashinda kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padri Faustin Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Saveli Lindi mjini.